Vijana wa saizi wanajiita mwamba mwamba mwamba, ndio huyu kwa sababu yeye kaleta mrejesho. Tunajivunia wilaya ya Kyela, alichokitenda Mungu ambariki, akamjazie tena pale. Alipotoa kitendo alichokifanya, waige na vijana wengine, sio wajiite mwamba mwamba. Mtani mwamba anaonekana saizi ana akili, ameshawatambua wazazi wake Kijana akishakutambua mzazi wake akakuhifadhi, huyo ndio. Kwa hiyo mwandishi wa habari mimi nitoe lai kwa vijana waige huyu Chifu Godlove, kaenda kujitafuta huko, alichokipata kakileta kwa wazazi. Sio kwamba alivyokuwa anatoka kiela hapa alitoka na mapesa, hapana. Kaenda katafuta. Vijana wajitoe kutafuta, wakishapata walete kwa wazazi wao, sio wana kera tu, hata mikoa mingine waige, hata mikoa mingine. Unajua anajiita chifu e, maana ya chifu maana ya chifu ni kiongozi ni mfalme ni kiongozi wa jamii fulani. Sasa huyu amejiita chifu hajakosea, chifu ni kiongozi kwenye jamii. Ameonyesha kwamba huyu sasa anafaa kuwa kiongozi kwenye jamii, kwa sababu anayoyatenda ni mambo ya kichivu. Machifu tunaisaidia serikali kutekeleza mambo yake, lakini umemwona anachokifanya sasa, misaada anayotoa kila, sio hapa tu kwa machifu. Mwandishi wa habari simu sehemu nyingi sana <coughs> hata ukiingia kwenye mitandao utamuona kwa anaisaidia serikali mpaka kwe, kwenye taasisi nyingi amekwenda amesaidia. Ni milai yangu kwa vijana wa Tanzania tuseme sasa, kwa Afrika nzima mwige. Mimi kama katibu, na mimi sina budi kutoa shukrani kwa chifu Godlove, lakini kikubwa ni yale malengo ambayo sisi kama umoja wa machifu tumeyaweka baada ya kupata hii hali. Namba moja, Tunajenga ukumbi mkubwa sana wa mikutano kwa ajili ya machifu, kwa sababu mwanzo tulikuwa tunakutania katika kumbi ambazo tulikuwa tunakodi au tuna azima, lakini sasa hivi tutajenga ukumbi wetu mkubwa, ambao ukumbi huo utakuwa kwa ajili ya shughuli mbalimbali za la kijamii. Lakini pili, tutajenga ukumbi mwingine mkubwa, ambao utakuwa ni ukumbi wa makumbusho kama biyote. Kumbi huo unajua asili ya Mnyakiusa, mambo mengi sana yanapotea. Ukitaka kuyapata uwezi kajua utaenda wapi? Hasa sisi kama machifu, kama moja wa machifu, tutakusanya vitu vyote vya utamaduni ambavyo vitawekwa kwenye ukumbi huo, na hatimaye mdeni akija akitaka kujua fii karibu leo leeule, ataenda kuona pale ulwala lwa kusiela amaresi ule, ule, ule, ataenda pale, atakenda kuangalia kwa sababu mivo, mivo vitu hivyo zamani ndivyo vilikuwa vitu ambavyo wanatumia babu zetu za kale. Lakini tatu, katika ukumbi huo au katika eneo hilo tunajenga ofisi ya mwenyekiti wa machifu, atakuwa na ofisi yake. Pili, ofisi ya katibu kwa ajili ya nyaraka na mambo mbalimbali Tatu kutakuwa na ofisi ya kompyuta ambamo kwenye kompyuta itatumika na mambo mbalimbali kwa ajili ya kututu, kutunza rekodi na sekretari atakuwepo hapo kwa ajili ya kuchapa nyaraka mbalimbali za machifu. Na mwisho tunaamini kwamba baada ya kuwekeza hivyo, tutakuwa na mambo mengine mbalimbali ambayo tutawekeza kwa ajili ya kujiimarisha kiuchumi. Kwa hiyo ndugu mwandishi wa habari, hiyo ni salamu zetu kwa wananchi wa Kela ili wajue kwamba tumedhamiria. Asante sana. <coughs> <coughs> Sasa kwa niaba za chifu, kwanza, namba moja, naomba nikushukuru chifu Godlove, kwamba sasa hivi nafika tamati ya sherehe zetu, lakini kabla ya kuondoka, naomba niishukuru jamii ya wananchi wote wa eneo hili ambao wamekuja kushuhudia kukabidhiwa uwanja huu ambao tutajenga ofisi, lakini pili, niweze kuwashukuru machifu pamoja na wafumo ambao toka asubuhi kwa kweli walikuwa nakungojea na, na kweli umekuja na kuwakabidhi kile ambacho ulikuwa umewaahidi. Kwa hiyo bila kusahau, nafikiri umekuja na komvoi yako, kuna naweza kusema kwamba ni ndugu zako ambao umekuja nao, lakini pia tuwashukuru nao kwa sababu wako na wewe kuhakikisha usalama wa wako unakuwa mzuri, na washukuruni sana. Eh, mwisho nimalizia kwa kusema basi tuwatakie safari njema, mwendako mfike salama, na machifu pia mfike salama, na hatimaye tutakutana tena pale tutakapoitana. Asanteni sana <tapos>